Kwa majina naitwa Udes Kasano Mboneko, natokea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Huduma za Uangalizi. Tuko hapa kwa ajili ya kuunga mkono uzinduzi wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, almaarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo ilianza tangu tarehe 16 mpaka tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu 2025. E, idara yetu hii ya huduma za uangalizi inahusika na usimamizi wa adhabu mbadala, usimamizi na utekelezaji wa adhabu mbadala arumaarufu kama adhabu ya huduma kwa jamii, pamoja na ambayo inasimamiwa na sheria ya huduma kwa jamii namba sita mwaka 2002, pamoja na sheria ya uangalizi wa wafungwa sura namba 247 nmarejeo mwaka elfu mbili na mbili. Lengo kubwa la idara hii ni kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani pamoja na kuipunguzia serikali hasara ya kuwahudumia wafungwa wakiwa magerezani. Kwa hiyo kupitia idara hii ya huduma za uangalizi huwa wafungwa wote ambao wamehukumiwa na mahakama ambao adhabu zao hazizidi miaka minne kwa <laughs> sasa wanapata fursa ya kuitumikia jamii kwa muda wa masaa manne, ili, ili, ili, ili, kwa kufanya kazi ndogo ndogo, kwa kufanya kazi ndogo ndogo bila malipo, kama kusafi wa mazingira au ambao wane, wana taaluma zao, hawajaikosea taaluma zao, kama ualimu, wanaenda wanafundisha katika shule mbalimbali kwa muda usiozidi masaa manne. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi kuja katika viwanja hivi vya maturubai kuja kupata elimu hii ambayo inatolewa bule na ambayo ni muhimu sana katika jamii yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi mjitokeze kwa wingi kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 25 tuko hapa viwanjani, karibuni sana wananchi. Kwa majina naitwa Zubeda Mwidini Kimario, natokea Wizara ya Mambo ya Ndani, idara ya huduma za uangalizi. Tuko hapa kwenye hichi kiwanja cha maturubali Mbagara za Kiemu kwa ajili ya kutoa elimu ya kuhusu vifungo mbadala vifungo vya nje ili kusapoti kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia kwa maarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign kwa ajili ya kuweza wananchi kupata elimu mbalimbali zinazohusu vifungo vya nje. Tunawakaribisha. Tuko hapa kuanzia tarehe kumi na sita mwezi wa 6 huu 2025 mpaka tarehe 25 mwezi wa 6 2025. Mnakaribishwa sana kwa ajili ya kupata elimu na kuweza kujua zaidi na zaidi, kupata kupata kujua vifungo vya nje vikoje, ili hata unapopataji msaada mahakamani, unaweza ukaja ukapata ABCD tunasema, ili uweze pata kifungo cha nje.